Huku mpaka ufike Matuba. Yani kwa hapa kwetu hapa hakuna huku tena, mpaka ufike wapi? Likindu, so kindu. Ombi lenu ni kwamba kituo cha polisi kirejeshwe maeneo ya karibu hapa ko? Kumbe wana mnapenda vitu vya polisi, sio? Jamani hili jambo, Hebu nilichukue. Sawa, leo hii inakwenda kuwasiliana na Afande Mulilo na OCD hapa, sijui uko wapi, alafu baada hapo sasa, tuone cha kufanya kwa bajeti zetu za kawaida, tuanze tuanza angalau kituo cha polisi hata kama ni kidogo. Nimeona haya yameniomba makubwa sana. Haya tumalizie. Mpe maiki jamani, situmalizie sasa. Bado bado. Bado.